Viongozi wanaodaiwa kufanya ulagai huo ni mwenyekiti wa kijiji hicho Athmani Nkuru, afisa mtendaji wa kijiji Jafari Nyomoka na mwenyekiti wa kitongoji A Muhamedi Mkilalu. Watu ambao wamechukuliwa wame hawajaonyeshwa hey, au bado, lakini bado hujafuata ile sheria namba ngapi? Namba 5. Pakoazi tuende tukamdai iyo mhusika ambaye alichukua pesa zetu. Wakazi wanaodai kutapeliwa wamesema wamenunua mashamba hayo kwa njia ya simu na wengine wakiwa na stakabadhi feki kinachotakiwa je, ulifuata utaratibu? Na mimi niombe kwa wananchi wenzangu kwamba baada ya hicho kilichopewa, hata kama umewekeza, hebu jaribu kufuata yale maelezo ya mkini, ile hasara usije kaiongeza siku ya siku, wakaja kuondoa pale, umeongeza tena maradufu zaidi. Kilichopo ni kunyamaza, kuangalia, je ni na sifa hizo zilizotajwa, maana wanamlolongo hapo wakikaa, kilicho kinachoonekana harari kwa mujibu wa sheria zote. Akitoa ufafanuzi, afisa mipango miji wa halmashauri hiyo Jadi Mwakajinga amesema ili kupata ardhi kwenye eneo husika, sharti maombi yafikishwe na kujadiliwa na halmashauri ya kijiji kabla ya kupelekwa mkutano mkuu wa kijiji ambao utaamua, na kugundulika waliofuata utaratibu huo walikuwa ni 64 tu. Mheshimiwa, lakini sasa kuna watu wengine ambao wao hata hawakupewa maeneo. Sasa hilo ndio, mheshimiwa anasema kwamba tufuatilie. Sasa hilo muhusika, yaani hiyo itamsaidia hata yeye, niweza ikawa yaani, ikamsaidia na vijiji vingine. Kutoka Kisarawe, mimi ni Alihengo wa ITV.